Karibu kwa mara nyingine tena kwenye Grieving one on one Tanzania, sehemu ambayo tunakwenda kujadili yale maswala ambayo jamii haipendi kuyazungumzia, maswala ya kuhuzunika. Kuhuzunika wakati ambapo umepoteza kitu, umepoteza mtu, umepoteza kiungo cha mwili, lakini matokeo yake, mwisho wake, unajikuta kwamba unabaki peke yako na grieving yako na maumivu yako, haujui utokeje katika hilo. Na leo kwenye one on one niko na, na mgeni hapa, mtaalamu mtaalamu wa saikolojia, mtaalamu wa wa masuala anafanya saikolojia yake kupitia pia masuala ya spiritual, ni mtaalamu kabisa, na tunakwenda kujadili mada muhimu sana, kupoteza, yaani loss. Tunakwenda kuangalia kupoteza kazi. Imagine ulikuwa unafanya kazi, baada ya muda umeshaweka maisha yako yako hapo, halafu kazi inapotea. Lakini ulikuwa unafuatilia dili, unalifuatilia limekwenda kabisa, umefikia moment unataka kusaini contract, ile dili unaambiwa haipo. Kupoteza fedha unasema ni labda nawekeza sehemu hii alafu ile pesa yote inakwenda inapotea, au kitu kupoteza hivyo vitu tu ambavyo hivyo ambavyo nimevitaja. Jaliath, karibu sana kwenye grieving one on one. Asante, shukrani sana, <laughs> tunafurahi sana leo kukupata kwenye one on one, katika grieving one on one, na ningependa tu utuambie kidogo hizi hii kupoteza hii, loss loss ya vitu losi ya kazi losi ya deal kiupana wake, mtazamo wake huwa unakuwaje? Kwanza yeah, asante nashukuru. Kwanza pia ningependa ni... ni kushukuru kwa hii platform ambayo naamini kabisa sasa hivi jamii inaanza kupata mwanga pamba nina kitu fulani kinanisumbua, wapi niende nikapate material, wapi nikapate maelezo ili nisijione niko peke yangu. Kwa hiyo ni kitu kizuri ulichokianzisha, ni kupongeze sana, lakini pia Mungu akubariki kwa sababu umeitikia wito <laughs> asante ya yeah. Yeah. Kama ulivyosema kupoteza, um, tunapoteza vitu vingi, tunapoteza watu. Sasa kama umepata rafiki ukampoteza yes. Hey, akakudisi tunap... Rafiki anakudisi. Hey. Umpati tena na unamuona ana madini. Exactly. Tunapoteza vitu, tunapoteza kazi, tunapoteza wakati mwingine nyumba, dili. Mm -hmm. Naenda kwenye interview najua hapa. Mm -hmm. Kando nimetoboa, lakini unajikuta haujapata. Kule kote ni kupoteza. Sasa hili ah. Jambo linatokea kama la msimu. Mm -hmm. Unaweza vikatokea vyote kwa wakati mmoja, lakini unaweza ikatokea kitu kimoja kwamba umepoteza kitu kwa wakati ule. Ah, kupoteza ni season ambayo ni mbaya na ni season ambayo ni ngumu kuipokea hmm. Lakini huwa ni nyepesi sana na ni kitu ambacho ni kirahisi kukibeba kama una utulivu ndani yako hmm. Na kama una imani kwamba nimepoteza lakini nitapata. Mimi nakumbuka kuna kipindi nilipoteza pochi pochi nzima nzima, yani tio siku ni, ni, ilikuwa ni usiku of course, ilikuwa ni kwa saa tatu. Nimetoka nikasema bwana, mimi si bolt kwanza, nataka kufanya mazoezi, weather nzuri, ninatembea sio mbali, distance fupi tu, nikakutana na wale vijana wenye mapanga mm -hmm. lete kila ulicho nacho. Nikaangalia, nikiangalia hapa, hata nikipiga makelele mm -hmm. ndani hata niona, nikawapa, ilikuwa ina kila kitu. Ukasarenda, nikasarenda kwa, from there naona ile pikipiki inaondoka nikajikuta yani pale pale, nikaanza kuwa kama kama mwepesi yani, kama unajua, kama vile nimelo yani mwepesi, alafu i have to walk na lazima nitembee nifike nyumbani. Nililala siku mbili. What is that? Hiyo ni nini? inakuaje? <laughs> <laughs> Yes, hiyo ni kuomboleza. Ndio kuomboleza, ndio kuomboleza. Kwanza kujitegemea mm-hmm. Pili huna majibu. Unajua mtu ambaye hana majibu ambaye unanitazama au kunisikiliza kama huna majibu, lazima uhide. Yani lazima ukae katika hali ambayo ya kuchanganyikiwa, ninafanyaje? Ninatokaje hapa? Ninaendaje? Kwa hiyo pale ulikuwa kwenye kuomboleza, na ndio wengi ambao wako katika situation kama hii. Lakini kuomboleza sio kubaya, kuomboleza kunahitajika, lakini kuwa na kiasi, kuwa katika hali ya ku jiuliza na kujipa majibu, ndio ule utulivu ambao tuna seti vipi. Kiasi mimi nataka leo, mimi na mtazamaji hapa, tujifunze ni kwa namna gani tuna seti kuomboleza kwa kiasi. Yani hichi kiasi tunakiwekaje? Nani wakati gani tunasema okay, enough is enough? Asante. Yes, kiasi hakiwi measured, hakipimwi na siku kwamba omboleza siku moja, alafu siku ya pili ukae vizuri. Hapana, kuna namna za kuomboleza au kuna namna ya kutafuta utulivu unavyokaa, uh, kutafakari hili jambo lililokupata mm. la kupoteza. Mwisho wa siku ni lazima upate amani. Kwa hiyo hicho kiasi ambacho tutakiongelea ni amani, amani mm. Yaani, kwa namna ambayo Mungu amekuumba, lazima ujue kuna majibu ya maswali mm. Kwa hiyo labda kama ulivyoongea kuhusu masuala ya spiritual, mimi pia nitakita katika masuala ya kiroho mm -hmm. Katika maisha tunavyoishi ni lazima, katika hali ya kawaida ambayo tunaita ni peace time mm -hmm. Muda ambao hujapoteza, muda ambao uko vizuri, lazima uwe na mahusiano na Mungu, ili siku inayotokea umepoteza either mtu, labda bahati mbaya mtu amefariki au umepoteza rafiki, amekusema sana maneno, ulimtegemea au umepoteza kazi ambayo ndio situation inawapata watu wengi sasa hivi kulingana mm, na dunia inavyoelekea. Unapoteza kazi, ukiwa na mahusiano na Mungu, utakaa kupata utulivu, utafakari lile jambo, ulikubali na kulikubali kwako ni katika hali ya kujua Mungu yupo, atanisaidia mm. Kama nijitolee mfano, mm, mimi mwenyewe sasa hivi nipo katika hali ya kupoteza kazi mm. Sijaichukua kama ni kitu kikubwa au kitu kigumu kwa sababu nina imani kwamba Mungu aliyenipa An ataleta, ataleta ataleta. Eh, eh. Mm. Kwa hiyo kama ataleta kile kile, it's fine. Lakini kama ataleta kingine, yeye ndio anahesabu mm. hatua zetu mm. Kwa mimi sijajiatachi sana katika kazi, sijajiatachi sana katika ajira mm. wala katika pesa mm. mimi nimejiatachi na Mungu ninamwambia kwamba Mungu, oh, yes nimepitia hali ngumu ghafla sina kazi. Ghafla sina mshahara unaingia mwisho wa mwezi mm. Lakini Mungu upo, na ndio maana mpaka sasa hivi nina nguvu, nina survive. Ukiuliza ni namna gani? Sijui. Okay. Ninatamani turudi tena tumwangalie mtu ambaye leo amepoteza deal mm -hmm. Amepoteza deal, alikuwa anajua kabisa kwamba ninaenda ku-, yani niko hapa nina ninaenda kufuatilia dili labda la milioni mia mbili mm -hmm elfu hamsini mm. dili, dili la elfu kumi, dili la buku, ni dili lo? Mm. alafu ghafla lile dili, dili likaisha anaona kabisa haoni mbele ni mm. vitu gani ambavyo anatakiwa kuvizingatia ili afikie kwenye hiyo amani mm. ambayo uliko umesema. Mm. Okay, mungu yupo mm. nimwambie nini mungu yaani. ninafikaje kwenye level ya kumwambia mungu uh, sasa nao nina amani ni vitu gani vya kuconsider mm. Asante. Mm. Eh, challenge. Mm. Yes. Katika upande wa dili. Au naweza nikaongelea upande wa kutafuta kazi pia. Mm. Hivyo -hmm. vyote mnategemea. Kuna expectations ambazo mko nazo. Mm -hmm. Sasa dili, tumecheza dili la milioni 200, nimeambiwa mimi baada ya mwezi mmoja nitapata kiasi fulani na miezi inayofuata. Alafu ile dili ghafla likapotea. Mm. -hmm. Dili la elfu ishirini, thelathini, njoo huku, nilete kitu fulani fulani fulani. Alafu mm. -hmm. una nauli. Na hiyo situation inawapata watu wengi kwenye jamii. Mm -hmm. Ana ondoka anakopa nauli ili aende akafanye ile dili mm. then anategemea alipwe, arudi arudishe ule mm -hmm. mkopo aliokopa mm -hmm. lakini anafika pale, dili halipo, nini halipo, atarudie vile sasa. Katika situation kama hii, kitu cha kwanza ni kama nilivyosema mwanzo, lazima kuwe na utulivu, kwa sababu ukichanganyikiwa hauwezi kupata majibu mm. unatafuta utulivu wa ndani, unakubaliana na hali kubaliana. Nimekosa hii deal. Acceptance ni kitu cha muhimu sana mm -hmm. Nimekosa hii deal, kwa hiyo ninafanyaje kutokea hapa? Sasa kitu ambacho unaweza ukafikiria haraka haraka ni namna gani umeweka tegemeo kwenye hilo jambo. Kwa hiyo kama umeweka tegemeo 100% na hauna alternative nyingine, hapo ni lazima upate msaada mm -hmm. Lazima utafute mtu wa kuongea naye ukimwelezea mtu ile hali inaweza akakutoa katika ile situation kwa, mm, namna fulani mm. Lakini kama una any other alternatives, kama mfano ni wafanya biashara ambao ni wakubwa, ameona kitu hiki hakijakaa vizuri, nenda kwenye alternative nyingine haraka ili uweze kureplace mm. Kwa hiyo kama una biashara mbili, unaweza ukaendelea kuconcentrate na ile biashara nyingine ili ikutoe kwenye ule msongo uendelee na vitu vingine. Kwa upande wa kazi, umeenda umetegemea utapata ajira, utapata mshahara, imeshindikana. Vijana wengi wako katika hali kama hii mm -hmm. Sasa hivi tunavyoongea, hakikisha kichwa chako unakiweka katika hali ya ubunifu. Nimekosa ajira ni ubunifu gani naweza nikafanya ili niondoe ile hali ya kutegemea tegemea ambayo inafanya watu wanachanganyikiwa sana? mm -hmm. Sasa hivi ili uweze kusubiri ajira lakini at the same time kuna kitu kingine hapo, kwa hiyo mm -hmm. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kufanya. Kwa hiyo hapo umeongelea mm suala la support system yes. Ni lazima tuwe na watu ambao tunaamini hawa watu watatusupport, wanaweza kuwa ndugu, wanaweza kuwa jamaa, wanaweza kuwa marafiki, viongozi wa dini. Hao watu ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Ni lazima tuwe nao, lakini pia umeongelea suala Wala la uh, alternative. Alternative. Yaani usiwe na kitu kimoja sasa ni una biashara yako labda ni ya maji unauza maji uwe um, na kwamba hii biashara ya maji ikibuma leo mm. nitafanya mm. nini? hicho yeah. kitu kiwepo kichwani yeah. Mwako mtazamaji wa uh, the grieving one -on -one. Endelea kubaki hapo hapo. Mimi bado niko na one -on one session na Jaliath Rangi usiondoke.